Muna kama nakama la ladayali mwengezo ya wanachama wa Kiswahili wa watakiti wako kwenye ukumbi wa yali wanu kuwapongeza mahafali ambao wamefunzwa kwenye masomo yao. Na hapa kuna husika kama vile mwenyekiti, katibu, mhasibu, mwanachama kani lezi. Wanasema kuwa kongeza mwenzako hadi wakati wako kwenye kiti. Mwenyekiti, kwa kweli na furaha tumetum, ila sijafahamu kama nastahili kuita furaha kwa maana ni siasa. Sawa, kiongozi kipi kinachokusibu iliani sisi wenyewe tunasherikia mahafali wetu ambao wamefunzi kwenye masomo na pia wako kwenye orodha ya mahafali. Kwa kweli ni furaha, ila kuondoka kwa makamange hawa wenye fikira tumuizi na akili za sumaku nguvu wa watu kwa chama, je, hamlioni kuwa la hasara? Kaka usi hata usijani, kwani tunapoondoka hata wengine mbuji zaidi yetu waje? kwani yamfahamu kwamba hata kiongozi hawe wenye kusana vipi hawezi kuongoza kigene. Nakubaliana na asemali, kwani hata Musa aliwaongoza Waisraeli katika safari yao kutoka Misri na akamwachia Yoshua kibada chake aweze kufanikisha safari Kanani. Kaka, naomba ufahamu kwamba hata milima inapokiziba kichuguu mwanga kichuguu kile hakiwezi kuonekana, lakini milima inapoondolewa kile kichuguu kinapata nafasi na kinatazama kama mlima sin mani nimeashika ni aakii, kila la heri. Pia niwaombeni mtokapo kwenje kupambana, msiwasahau na wenzenu, hasa wa mwaka wa tatu ambao watahitaji zaidi katika nafasi zao za wanagenzi. Kwa heshima na taadhima, naomba mkawafae kwa kweli. Hawa ni na sidhani kama wanaweza kusahau maisha sasa. Maisha sasa ni mtu binafsi na Mungu wetu sote

Naombeni tubadilisheni maana, kwa maana leo tunastahili kuwapongeza kila siku kwa hukumu huu tuuera. Kwanza ni mshukuru Bwana Moa na wenzake maarufu kama vile ndani muso, kwa wakati wote wamekalia kiti kama wamekalia kigonda na kufanikisha shughuli zote za chama hiki. Siku ambazo nimekuwa katika uongozi kwa kweli nimegundua kwamba sio rahisi, lakini wamejitolea kwa hali na maisha. Asemaye ni kweli ila, asemaye ni kweli ila, tunapambana kwa za mta kutumia watu menyega kichungu. Kwa kweli siku hii ya kuafali tumeingoja paraba ya mkanja, na siku ambayo nitakuwa nimevalia magwanda yangu ya kuafali, nitakuwa nafikiria tu jinsi ambavyo chama hiki

Kwa kweli ila nakombu, usiutupe gongo na mtu wako utokapo kupambana na maisha, kwani hata kama umeondoka chuoni, wewe bado mwandani kindakindakiwa Kiswahili, na siku zote kinakuhitaji wewe na mimi kukieneza Kiswahili. usitukuze kwa ajili ya pesa la kufisha mbeleko, bali na mapenzi uliyo nayo, kwani vitu hivyo vingine vitakufuata. Kiswahili hatuwezi kukiacha kamwe, kwani Kiswahili nasi ni kama nozi na ndua.